Majonzi yametupika, huzuni imetungia, machozi yanatutoka, familia wanalia, ndipo tumekusanyika, kwa huzuni tunalia. Baba Zablon Manyeso, Mungu wa mlaze pema. Tuliumbwa kwa mavumbi, mavumbini tutarudi, Zablon tulimpenda lakini Mungu zaidi, nawetubu yako dhambi, vyama mavumbi urudi. Baba Zabloni Manyeso, Mungu wa mlazepema. Huzuni zimeshatanda hapa pa Bungale Gandini, simazi zimeshatanda ni Gandini Magarini, ni mipango yake bibi yake analia, mme wake kaondoka. Mama Tabu analia, bwana yake ameondoka. Ni huzuni pia pia, kuondoke naye mume. Mama yetu tukombea Mungu akupe subira. Watoto wake walia, baba yao amewaacha Riksoni charolewa kirimo chasi nangao nematabu naesidini huzuni ya opia baba yao kaondoka anawa aga kwa heri ndugu zake marehemu charo ndauma na kanze pamoja na esamini ni ndugu wa marehemu ndugu yao leo hawatamuona tena ana aaga kwa heri mkono wa buriani. Wanachama wa silki, leo mimi nawapongeza sanduku mmeshatoa pamoja na hata vazi pamoja naye. Mwalimu, mwalimu wetu Chento, wewe kweli ni kiboko. Mpigieni makofi. Alikuwa mwanachama ni mwanachama wa sirki, alikopa na kusefu kufanya yake miradi. Alikuwa maminifu kwa chama chetu cha sirki. Baba Zabloni Manyeso, Mungu wa mlaze pema. Tujiungeni na sirki, chama cha nguvu hakika hiki chama cha silki husaidia hakika. Upendo wenu uzidi tena udumu hakika, mzidi kushirikiana kwa uzima na maradhi. <coughs> Makofi wapi? Makofi kwa chama chetu cha silki, wapi makofi kwa mwalimu wetu wa silki Mister Chanto, makofi kwake. Jamani, poleni sana Wana Bungale, Mungu wabariki, Mungu awatie nguvu familia, ndugu na marafiki, Mungu wabariki, God bless you. MC pia nimtunge hapa hapa nimpatie MC, hebu njo uje uchukue maiki, hebu njo uchukue, and God bless you. Kazi nzuri unafanya, unafanya kazi nzuri, mpigieni makofi We, asante sana, God bless you kabisa sana, mazuri kabisa, mazuri kabisa. Mungu akubariki sana Malenga Chomto, Mungu akubariki kwa ushirikiano wenu, bark sana ndugu wangu mwanahabari, Mungu akubariki sana sana, zenu nzuri kabisa mnaoifanya, hakika si rahisi, lakini ni, ni moyo na upendo.